Naenda kuegeza jinsi ya kuseti hapa, namba moja, utakopi hiyo linki iliyoandikwa game, hiyo utaigandamiza kwa nguvu, utaenda sehemu iliyoandika copy link, utakopi baada hapo utatoka ndani ya WhatsApp, utaenda katika application ya Google Chrome ambayo ndio hii hapa, utaifungua hiyo Google Chrome, utaenda hapa sehemu wa kusechi hapa juu kabisa, utapagusa hapa kusechi hapa, utaigandamiza kwa nguvu mpaka itapotokea neno paste hapo, ta paste alafu ta mimi, ndio changu cha kusearch ndio kiki hapo. Ta wewe utangaa kidogo, changu cha kusearch ni kipi? Mimi nitagusa hicho cha kusearch, takuja namna hiyo hapo. Baada hapo nitaminya yasemwa alikuwa ni kwenye kichi kimshale hichi kinachoonekana chongelea chini hicho hapo, takibonyeza hicho hapo kimshale baada baada ya hapo nitabonyeza sehemu ili kuandika download anyway. Download anyway. Kwanza ni zoom hapo uone vizuri. Download anyway hapa tabonyeza download anyway. Itaanza ku download namna hiyo hapo mona, utasubiria au utamenya neno detail. Utaisubiria game iweze kuendelea ku download. Utasubiria hadi malize mimi sababu game tele ninalo nita acha ah, ila wewe oh, utasubiria mpaka alimalize. Baada hapo utafungua katika application ya Play Store, ukenda Play Store, utaenda sema ku search. Utaenda ku search hapo Zed Achiever. Sechi ilo neno zidi achiva. Ni hii hapa ya pili, hii hapa. Utai download. Mi nisha i download hiyo application ya zidi achiva Ndo nakuonesha jinsi ya kuseti hilo game. Kitu sasa utaifungua application inaitwa Zedi Achieve, ambayo toko hapo nyuma nitakuwa nimeshaelekeza jinsi ya ku download na ku install. Utaifungua hiyo application ya Zedi Achieve. Baada hapo, utaenda kwenye sehemu alikoandika download hapo. Chenda kwenye download, unaliona hilo hapo imeandikwa maleo it is too traffic. Hiyo hapo maleo utagusa mara moja, utaenda option iliyoandikwa Extract two. ni, ni, ni option namba tatu taimina hapo. Baada hapo ta keep screen from turning off ili siweze kujizima hiyo, tasubiri hapo. Baada ya hapo itatokea hiyo folder utalifungua. Tafungua kitu cha kwanza kilichoandikwa app app apk, hiyo utafungua. Baada hapo, utagusa mara moja, utaenda option namba moja hiyo iliyoandikwa install. Utasubiri subiri hapo load, usiwe na haraka, subiri load hapo, subiria kidogo hapo, fuatana na simu yako. Naona simu yangu imechelewa kidogo ko inaweza ikawai au ikachelewa, kama mimi ilivyo load hivyo, subiri ya, yani mpaka itokee ile neno pop up iliyoandikwa neno install. Kwa hiyo isubiri hapo ya, yeah. Imetokea pop up iliyoandikwa do you want to install this application, unachapa install ile neno. Baada hapo haitaonekana haitaonekana, itapotea tu, achana nayo, tarudi nyuma, unyanyuka mshale ambao sharudi hapa utaenda sema likuandika OBB. Fungua mara moja utagandamiza kwa nguvu. Ukishagandamiza kwa nguvu utaenda option iliyoandikwa card, ni option namba tano. Baada hapo utagusa lile neno la OBB lililoandikwa hapo juu liloandikwa neno OBB. Utagusa hapo, baada hapo utamenya neno liloandikwa device storage. Baada hapo ikifunguka hivyo utaenda sema likuandika Android. Baada hapo utaenda sehemu namba tatu iliyoandikwa OBB. Mimi nimefunguka direct OBB. Ikileta changamoto yoyote, labda OBB ijafunguka imeleta sijui ndo restriction, maneno yoyote ile ambayo yataleta. Maneno mengine yoyote, maneno yote tutaoleta, video ya jinsi ya kuseti ipo kwenye comment, hapo nimeweka kwenye comment section hapo ndo nimeweka jinsi ya kuseti hayo, kama italeta tofauti tofauti, hii video hadi mwisho maelezo yake hapo ya kwa hapa naanza kwa mimi kwa watu ambao itafunguka kama mimi hivi. Kwa hapa ikifunguka aubibii utaminya chapa, utachapa hapa ita, utapaste hapa, ita komi, maliza hapa. Baada hapa, uta hapa itakuwa imeshamaliza hapa. Baada hapo utatoka, utaclear, utatokata mafaili yote, uta close tabu zote kama hivyo nilivyofanya. Usha close tabu zote, utatoka hapa, utaingia, utaingia katika nanili. Ah, baada ya hapo ukisha na nili ikishafunguka funguka hivyo, utaitafuta hilo game. Kwa mimi hapa alipo hapa kwenye home screen. Ukiona alipo kwenye home screen kwa simu kama za Samsung na zingine zinakuwa kwenye game hapa, game launch. Kienda hapo utalikuta hilo game, utalifungua. Baada hapo utaalao kama hivyo, uta load hivyo. Subiri hapo. Subiri load hapo. Fatisha video kama inavyokuonesha, usifanye. Yani usifatishe, usi, yani usiende tofauti na hii video. Fatisha kila kitu, utasubiri load ya, utabidi uifungue mara moja, usifanye chochote, utatoka nje hapo, utasubiri load hapo hapo, subiri load Ikisha load mini exist, toka achana nayo, utatoka nje, utatoka utarudi kwenye zedi achiva. Lakini kwa wale ambao wamelipia wamelipia package ya elfu kumi na mbili maana yake kwa mpaka hapo uta wewe video yako itakuwa imeishia hapo, kwa sababu utakutana na vitu viwili tu, utakutana na ma, na IPK na UBB. Lakini kwa wale ambao wamelipia package ya hiyo elfu kumi na saba video inaendelea, video ijaisha, maana yake unaendefungana kwenye zidi achiva, unakuelekeza jinsi ya kuziweka sasa zile modi za basi na modi ya mapo. Umeona hii simu alikuandika basi ya ID ili hapa ili folder limetokea ili ili hapa. Sasa utofauti katika simu. Mimi limetokea kwa hapa basi ya ID limetokea kwa hapa. Lakini watu wengine hii basi ya ID inakuwa ndani ya document. Huko ndani ndio inakuwa kuna ile neno basi ya ID. Twende sawa. Tarudi kwenye download. Tafungua sehemu ya kwanza iliyoandikwa maleo it is to traffic nne tatu nne. Tafungua hiyo. Baada hapo utafungua sehemu alikoandika modi. Baada hapo, hizi modi mbili hizi utazikopi, utamenya kwenye vinukta vitatu hivyo. Baada hapo, utaenda ya kwanza hiyo multiple select, utaselect moja, mbili. Baada hapo, utazigandamiza kwa nguvu utaenda sehemu alikoandika kati option number nne. Baada ya hapo utaminya hilo neno mods liko hapo juu. Baada ya hapo utaminya hilo neno liloandikwa device storage. Ikitokea itakuja hivi. Hakikisha hichi kiduli cha hapa pembeni kitoke. Sasa hapa fuatana. Kwa ambao basa ID, tafuta basa ID. Kuna wengine inakuwa hapa nje au au wengine inakuwa ndani ya document. Kwa mimi ipo hapa juu, kwa hiyo utaifungua hapo. Ambapo utafungua basa ID utaenda sema liko andika mod. Utaifungua mara moja utaminya hichi kibox hiki hapa. Itakupika hapa. Kwa hata wale ambao basaidi iko kwenye modi fanya hivyo hivyo. Baada hapo utatoka sasa, utatoka yani, utatoka kote hapo, utatoka utarudi tena ndani ya game, utarudi ndani tena ya game la Maleo utalifungua tena subiri uta reload muta reload tena, kwa sababu sijawasha, nimewasha data hapa, nabidi wewe umewasha data kwa mara ya kwanza, ili iweze ku load data, ili load data zako na play yako hapo. Yeah, hiyo hapo imeshaingia sasa. Utaikuta kibasi kipo kama hiki, basi kijebisi hii kipo hiki hapa. Sasa ili uendeshe basi halisi, utaenda kwenye sehemu alikoandika walikuandika modi. Baada hapo utaenda tugeleji. Baada hapo utaitafuta hiyo game basi, utarudi tena basi, ndio hiyo hapo. Utamenya neno uzi. Baada hapo utamenya neno okay. Baada hapo utamenya neno yes. Utarudi nyuma hapa. utaanza kuteletea. Utarudi tena kwenye neno modi. Basi yetu hii hapa ishaingia. Ishaimportika ndio hii hapa. Baada hapo utaminya tena modi. Tenda kwenye map. Ili kuplay hii map sasa, ucheze map, utaminya neno play. Sasa kuzimport inatumia bando. Ila ukitaka kucheza kucheza offline, baa hapa mpaka hapa ukishaweka modi ya basi kama hivyo, ukishaweka kila kitu, unaweza kacheza free modi ambayo ni bila bando hiyo. Au kwenye modi kwenye kucheza na mapu yako, unaenda mapu hapa, una play hapa, ulikuwa andika play ili uweze kucheza hiyo mapu mapu yako hiyo hapo, chakuchezi fresh kabisa. Sasa hapa nimekuelekeza, lakini kwa wale ambao utapata changamoto kwenye basi, maana kuna baadhi ya simu zingine huwa nazingua, unaweza uka input manually ukamenya neno input ukachapa file manager ukaenda hapa kwenye main document labda ukatafuta sehemu husika kama ni kwenye basi ya kama mimi au ipo ndani ya document ukaitafuta ukaiimport uka manuali nikafana mimi, basi saidi labda ipo kwenye ndani ya dokumenti labda kafungua basi saidi, ukaenda kwenye modi labda unaichapa modi manuali ta, unaipiga hivi manuali, baada yapo unaminya yes. Una utatumia hela utatumia free kwa kuangalia ads hizo, hiyo ndo njia nyingine. Mpaka hapo shamaliza kwao, unaweza kuwa nacheza ya gemu yako hapo, mpaka hapo tayari shaelekeza kwa changamoto yoyote, kwa wale walionunua. Kama hujanunua game kwangu kwa, usinifuate sitakusaidia chochote. Kama game umechukua kwa mtu mwingine au rafiki yako akakurushia, usinifuate mwananifuate, unabidi ununue upya. Naongelea kwa wale ambao watakuwa wamenunua game, ndio anifuate kwa changamoto yoyote. Asante.